Karibu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu ya IT pendwa. Leo nitakuweza kukuletea short video ya kuweza kujua kama mawasiliano yako yanafuatiliwa, kuanzia kwenye SMS, kwenye calls na kadhalika. Hizi kodi ambazo nitakazokupa ni secret kodi ambazo huwezi ukazipata popote na ni zinafanya kazi kwa mitandao yote hususan ikiwa Halotel, Vodacom, Tigo na Airtel, okay. Tua, fuatana nami kuanzia mwanzo. Usisahau kusubscribe, ku like na comment ya kwanza. Uh, mimi nitajaribu kuweza kujaribu kuweza kudivert call yangu au kwa maana nyingine kuweza kuforward call zangu kwenda kwenye simu nyingine kwao. Nitabonyeza nyota 21 reli nyota 21 reli oh sorry, nyota 21, 21 nyota nitaingiza namba ya simu ambayo unahitaji kudivert. Mfano, kabla ya kuanza tutaangalia je, <sighs> call zangu zote zinakuwa zina forwarded au kuna mtu yeyote ambaye anasikiliza call zangu au kuona sms zangu? Kwa hiyo nitabonyeza ni nyota reli ishirini na moja reli uh, nikibonyeza okay, nyota reli ishirini na moja uh, reli nikibonyeza ok itanionyesha, kuwa ni call zangu zipi ambazo zinazosikilizwa au ambazo hazisikilizwi. Kwa hiyo ukiangalia, mfano call setting interrogative uh, ukiangalia kuna namba yangu hii inaonyesha kuwa ina forward, namba ina forward call zangu kwenda katika uh, namba hiyo hapo ambayo iliyowekwa hapo. Lakini nikiangalia uh, ubari wa, uh, uh, upande wa data upande wa sms ziko disabled na kadhalika. Sasa, ili kuweza kujua uh, ni hiyo menu ndio ndio kupa nyota reli 21 reli, ni kuweza kujua kama call zako zote zinafuatiliwa, lakini ukihitaji kudizembo uh, kwanza nikitaka kuactivate, kuactivate nitabonyeza ni nyota 21 nyota. Naweza nikaingiza namba yoyote Let's say 0766310343. Nikibonyeza reli, nikibonyeza okay, hapa maana yake ya kwamba call zangu zote zitakuwa ziko forwarded katika hiyo namba pamoja na uh, okay. Kibonyeza Okay. As you see, itaniambia setting successful call forwarding, itaonyesha kuwa kuna sms forwarding kuna data forwarding, zote zimekuwa ziko on na nikitaka ku prove kuonyesha kuwa ya kwamba hii hizi uh, kodi zinafanya kazi. Nikibonyeza nyota reli 21 reli, hii itanionyesha kuwa ya kwamba ni call zangu ni kweli zinakuwa ziko forwarded, nikibonyeza nikibonyezak okay. Um, itanionyesha ile namba niliyoiingiza pale itanionyesha kuwa ya kwamba call zangu zote zinakuwa forwarded katika kwenye hiyo namba hiyo, na itanionyesha hata SMS hata data zote zinakuwa ziko forwarded kwenye namba hiyo. Kwa hiyo ili niweze ku cancel, unaona kabisa hata option hapo imekuandikia enabled. Enabled maana yake imesharuhusiwa na inafanya kazi. Mtu yote akinipigia call zangu zote zitakuwa zinaenda, zinakuwa forwarded katika namba hiyo. Lakini nikihitaji nikihitaji kuweza kudizembo ku, ku, ku, ku nitabonyeza ni really 21 reli ok. Uh, hapo nitakuwa naweza kudisembo. Kwa hiyo nikija niki kuangalia nyota reli 0 nyota reli 21 reli ok, nikibonyeza ili kuweza kujua, ni zipi itanionyesha kuwa status iko disembo di tayari. Kwa hiyo usisahau ku subscribe ku like na ku comments na ku turn on notification. Kwa hiyo kama, kama tu call zako zitakuwa ziko forwarded pale nitakuandikia enabled. Kama itakuwa haziko forwarded itakwambia iko disabled, na namba ambayo itakayokuwa inayosikiliza mawasiliano yako utakuwa umeipata. Usisahau subscribe, like na comment pit